Eh, kwenye runinga ni mchezo wa chesi, si mchezo mgeni na ni mchezo wa siku nyingi, lakini una watu wake. Leo hii takwenda kuzungumza na afisa habari Musa Mangula, yeye ni afisa habari wa mchezo wa chesi hapa Tanzania. Ataweza kutueleza mengi na atatuambia mchezo wa chesi unachezwaje. Mzee wangu ndio, eh, huu ni mchezo wa chesi. Mimi unayeniona Beautiful Kanyego Rosemary Timzo Karugira. Na ujua nikiona hivi kwamba huu ni mchezo wa chesi, lakini sijawahi kucheza. Najua tunaye mtazamaji wetu naye hajawahi kucheza kama mimi, na huu ndio uwanja. Naomba tuje kwenye uwanja. Aha, uwanja wenyewe unafanana na wa draft na in, uh, squares 64 ni 64 square board ambapo ni 8 kwenda hivi na 8, maana 8 mara 8 unapata 64. Ndio huo ndio uwanja wetu, u, uwanja wetu. Sawa, kama ni Manchester United, huu ni Old Trafford. Una michoro yake katika Old Trafford, kuna sehemu, kuna uwanja wa sehemu ya katikati ya kuanza kucheza mpira. kuna sehemu ya kurusha mpira kwa maana ya kona. Kuna kumi na nane pale. Sasa tuambie, um... naona mimi michoro michoro tu S uh, swa swali zuri sana sasa. Ukiangalia kuna center hizi squares, unaweza kasema center kwa maana hiyo hizi uh, iz hapa nne hizi squares nne ndio tunahesabu kama Center. Center. Lakini pia zinapanuka inaweza kawa mpaka uh, kumi, kama nane zote zinabaki kuwa center alafu za pembeni ndio kama ilivyo. Ina maana katika kucheza chess lazima ulenge control center kwa sababu mashambulizi yote yanatokana na center. Center na center center. Uh, ndio inafungua kete zingine. Kwa maana hiyo, bila kucheza uh, kete fulani uh, kama nitakavyoeleza baadaye, bila kuzicheza hizo kete, kete hasa za mwanzo, watoto hasa watoto ambao tunasema ni pawns wanakaa hapa, tuseme kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa maana ya upande wa mbele ndio hawa watoto wanakaa mbele. E, hawa watoto wote wanakaa... wanakaa mbele, sawa. Halikadhalika unaweza wanaweza no, no, na wewe, na wewe upande wako e. E. Sawa, yeah. Sawa. Sawa. Tuendelee, uendelee kunisaidia kule wakati anaendelea kutuma maelezo. E, sasa uwanja, kabla ya kuendelea, wataalamu wanasema huu uwanja una mistari mitatu. Ni kweli. Mm. Kwanza kuna horizontal na vertical kwa Kiingereza nasema horizontal na vertical, maanake mistari inayotoka, kwa mfano hapa inaonyesha kabisa moja mpaka nane. Nane. Eh, hizi ni horizontal alafu A mpaka hey. h ni vertical. Maanake zinazoenda pembeni sasa hiyo huu mstari wa pili sasa, ehe, hiyo mstari. Alafu kuna diagonals. Diagonals manake kutoka hapa, ambapo kuna jina lake, kila square ina jina lake. Ni lipi jina la hapa? Ni lipi? A one, a one. E, square ni a one, kwa sababu iko kwenye a kwenda juu na one, kwenda hivi Hali kadhalika alika. kwa mfano square nyingine naweza kasema, halafu uh, kuna zinazo kwenda, kama cross multiplication e, yes. Sawa, tuendelee. Baada ya hapo, sasa tumeujua uwanja, tunakuja kupanga kete, tumeendelea kupanga, umeanza kwa kupanga watoto. Kinachofuata sasa watoto wakishapangwa ndio uh, nyuma yake kwanza, watoto wenyewe ndio kwa Kiingereza tumezoea kusema pawn Pawn, pawn. Alafu anakuja ambaye i baba lake anaita mfarume ao unasema king, sawa. Alafu anakuja queen, malkia, pembeni mwake. Alafu anakuja, zinakuja bishops. Zinak, bishop moja ni wa queen bishop mwingine ni wa king, manake askofu upande wa king na askofu upande wa malkia, sawa. Baada ya hapo wanakuja farasi. Nasema farasi pasababu, kwa sababu imetengenezwa kwa mithili ya farasi, farasi. Ndiyo. Lakini kwa Kiingereza wanaitwa knight. Knight, uh, ni katika kwa sababu mchezo huu ulianza mwanzo kabisa kwenye karne ya sita huko yeah. India uhum. Lakini kwa jinsi inavyo ilivyoendelea kwenye karne ya kumi na tano baadaye ikabadilika na ikaanza kusambaa, ikaenda Iraq, Persia, alafu baadaye ikaja kasambaa mpaka Europe na kadhalika, lakini katika ku kusambaa kwake akiitwa Knight, nafikiri umeshawahi kuona kwenye picha za, za, za, za wazungu, nakuta ni kama vile anavaa helmet fulani hivi na mwili mzima vyuma kwa ajili ya kupigana. Enzizo walikuwa wanapigana kwa kutumia uh, vyuma kama kinga ya ile mishale ambayo, sasa huyu anaitwa Knight, ambaye yeye kwa kucheza kwake anarukaruka baadaye akawa kama farasi, sawa ehe. Alafu mwisho kuna ngome ngome, kama anavyoonekana, ni ni kama kaso, yeye ana, ana utofauti Eh, yeah. Tuonyeshe kule aweze kuona. Kuna utofauti. Kuna yeah. Eh, utofauti. Yes. Ndio. Na vilevile ukiangalia ukiangalia kete zote hizi watoto wanacheza kwa namna yao. And then kila kete inacheza kwa, kwa, kwa, kwa njia zake pamoja na mfarume naye naye pia ni staili yake ya kucheza e. Lakini mchezo huu, anayelindwa ni mfalme mwenyewe. Mfalme mwenyewe huyu ndio kila kitu, na mchezo unaisha hata mwanzo tu dakika moja mbili ameisha, kwa sababu huyu na kamata, kama na hiyo. Kwa maana hiyo kisha kamatwa huyu kwa upande wako au kwa mpande wa mpizani, ina maana kama shughuli imeishia imeisha. Sasa nahamia kwa Betha Samson, yeye ni mtaalamu wa mchezo huu E, Musa amemaliza, mzee Musa amemaliza kutuelezea e, farasa anapofanya kazi. Naamini hapa tumebakiza huyu hapa, eh? Queen, na King. Queen pamoja na King. Tueleze matumizi ya huyu Queen. Queen ye, ameshatueleza yeye mm, anatembea vyovyote kwa upande wowote, kwa mfano kama hapa ilivyo Queen anaweza akacheza hapa, akacheza hapa au pia anaweza akacheza kama bishop diagonally, anaweza pia akacheza hivi akacheza hivi akacheza hivi vyovyote vile queen, anaweza akacheza, lakini tu queen yeye haruki kete nyingine kama ambavyo knight inaruka kete nyingine, okay. Na kwa jinsi ambavyo inakula ndivyo hivyo hivyo inavyotembea, ndio jinsi ambavyo itakula. Kama hapa labda kuna piece, kwa ajili ya kula, let's say hapa anaweza akala hapa okay. au pia, Yes. Sasa akila hapa uwe na naweza like akamlahi like, hapana. Katika mchezo wa chess, kete inavyotembea ndio kete ambavyo inakula hii knight ina, ikitembea inachola ina leta L. Kwa hiyo hapa hii knight haiwezi ikaila hii queen kwa sababu so, mstari wake. Sio mstari wake. Au njia yake ndio kula lugha sahihi. So njia yake ndio. Na hii rook haiwezi kula hapa kwa sababu rook yenyewe haiwezi kula diagonal. Let's say hii rook ingekuwa iko hapa hii ruku ilikuwa ina uwezo wa kula hii queen pia katika... kwa sababu huyu anaruhusiwa kutembea kwenda hivi. Yes. Sawa. Lakini pia katika huu mchezo ukiwa unakula lazima ujue kwa nini ninakula. Kula je, ninavyokula mimi pia siwezi nikaliwa na ninachokula kina point, kina point, kina point, kina point. Kwa mfano kwa mfano siwezi nikala hapa kwa sababu gani? Poni ina pointi moja lakini kwini ina pointi tisa ndiyo, ndiyo kete ambayo ina pointi nyingi. Kwa hiyo kila unapokula ina pointi yake. Farasi ana pointi ngapi? Ana pointi tatu. Huyo ndiye farasi, ukila na pointi tatu. Na huyu hapa ana pointi tano, ana pointi tano. Huyu ndio yule ambaye utamwona kwamba ana utofauti na wengine wote eh, kwa maana ya kwamba ule mchoro utaweza kuona kwamba huu Eh, uko tofauti, hizi nyingine zote ziko raundi moja kwa moja. Uh, ni tofauti na hawa, kila mtu anakuwa mmoja, tumeonyeshwa anakaa hapa mwisho na mwingine kule mwisho, kama ambavyo unaweza kuona. King ana pointi ngapi? huyo ni queen. Queen ana pointi tisa. King ndo huyu, king yeye hana point, na katika huu mchezo king haliwi Okay, hana pointi. Na Okay. Kwa hiyo ikitokea labda umecheza na mpinzani wako umetokea amebaki wewe una king na yeye na king, hiyo game itakuwa ni draw. Kama keti zote zimeishaisha. Kwa hiyo mimi nikibaki na king na mwenzangu naye akibaki na king, hiyo game itakuwa ni draw. Na hii pili onekana yeye kashinda au wewe umeshinda. Mimi nimeshinda, we nimeshinda ni hmm. kwamba nimemwataki king wake na hana sehemu yoyote ya kucheza. Kwamba kuna kitu kinaitwa check na kuna kitu kinaitwa checkmate. Check ni ile nampa kama angalizo kwamba anataka kula, si ndio? Sindio? Yani nataka kula, na katika mchezo king, yes, haliwi kwa kama, king haliwi. Kwa hiyo ile nikimwonyesha ishara kwamba nataka kumla, hiyo ndio inaitwa check. Na katika check kuna option tatu. Option ya kwanza ni kuzuia Option ya pili ni ku, kuila ile kete ambayo inakupa check, na option ya tatu ni ku escape. Sasa kama king atakosa hizo options zote tatu, basi hiyo itakuwa ni checkmate. Kwa hapo ndio mwisho wa mchezo. Ameliwa. Yes. Umchezo kwa jinsi ya maelezo mimi mwanafunzi na mtazamaji wangu pale ambavyo jinsi anavyoweza kuona inaonyesha ni mchezo ambao unahitaji huo umetuliza akili. Hii ni moja kati ya sheria e, sheria zenu, kwa sababu ndio maana nilitaka badala ya kutufundisha tunaenda hivi uh, step kwanza tu nijue ni hiyo. Huu uh, una sheria kadhaa kama ilivyosoka kwamba ina sheria kumi na saba je? yeah. Huu uh, una sheria ambazo zinajulikana kwamba labda una sheria kumi na tano au ni sheria nyingi kutokana na, na unavyocheza sasa labda nimwite ni mtaalamu ambaye anaweza akatuelewesha na kuweza kujibu hilo swali za sheria, yes, ambaye ni mchezaji mzuri sana na ameshashiriki mashindano ya Olympics yes. A, ambaye atatuelewesha au atatueleza sheria ziko ngapi? Umesikia eh, au umesikia kilicho mbele yetu, yeah. huu mchezo kwetu kwenye soka tunasema kule kuna sheria kumi na saba. Mm -hmm. Ninyi mna sheria kamili kwenye chess? Sheria zetu zimegawanyika sehemu tofauti tofauti, kuna sheria ambazo zina zipo kwa ajili ya kucheza tu, kama nikitaka kucheza na mtu ni kwa ajili ya playing kucheza ambazo zipo na pia kuna sheria ambazo zina apply kwenye mashindano huh? ambazo inabidi uzijue pia, na pia kuna hizi fair play rules pia zipo, pia zile za kwa ajili ya kiungwana za mchezo. Tukija kwenye sheria kama za mchezo, cha kwanza tunachotakiwa uijue, inabidi ujue jinsi ya kete zinavyotembea, hiyo ndio sheria yetu ya kwanza ambayo inabidi. Ya pili kwenye kucheza ambayo tunataka kujua ni sheria ya tofauti kati ya check na checkmate, ambayo pia tunabidi tuifahamu pia kuna sheria ya tatu pia ambayo inabidi tuijue kwenye kwamba mchezo wa chesi, wakati tunaanza, mtu mwenye kete nyeupe ndo inabidi aanze. Ndio maana kuna utofauti kati ya kete nyeusi na nyeupe. Kwa mtu ambaye anakuwa katika upande wa kete nyeupe siku zote ndio inabidi afanyaje? Aanze. kwa nini aanze, usianze wewe mwenye nyeusi? Sasa kwa sababu gani? tuseme kwa mfano

kwamba hata soka tuanze tu, lazima mwamuzi arushi shilingi yeah, alafu nani yeah, ataanza na mpira sawa. Kwa hiyo ninyi mmeshaweka wazi kwamba mwenye nyeupe ndo atatakiwa kuanza. Pia kuna sheria ambayo inasema yeye ni touching and play, kwamba keti ambayo utakoigusa ndo hiyo hiyo inafanyaje, kunabidi ulicheze. Yeah. Hey. Kwa hiyo kwa bahati mbaya mimi nimeigusa hii na haikuwa yeah, plani no way ndo maana tunasema kwenye mchezo. Ndiyo. kama unataka uiguse kete, unataka uweke vizuri, kuna kitu tunasema adjust. Kwa mfano, hii kete umeona imekaa vibaya kama hivi, before ya kuigusa, kabla ya kuigusa, inabidi useme adjust, ule mpinzani wako anaelewa, kwamba huyu alikuwa ana nia ya nia ya kufanyaje, kuigusa hiyo kete. Na ukiigusa, ukigusa bila bila kusema hiyo neno, hakuna njia nyingine, lazima uicheze na kama a aina, aina nini? na kama kwamba hiyo kete hiyo kete umeigusa haiwezi kucheza hiyo, tunaichukua kama kete kama kuna itu kunaita irregular move move, siyo hitajika kwa maanake. Utajua uone kama ni ya pili, maanake automatically utafanyaje, utapoteza mchezo kama uko umeshapewa onyo no, mara ya kwanza no, ya pili sasa, yeah. Umepoteza, oh, mchezo, yu, kama unaweza kuicheza unaweza kuicheza; Kama haiwezekani kuicheza ndio wana account kama ign nyingine ya capture capturing ambayo tunasema jinsi ya kula keti hiyo katika kucheza alisema ujue, na pia kuna nyingine kaso jinsi ya kumlinda kiwa wako. Kwa kwenye kucheza, unabidi ujue jinsi ya kukaso jinsi ya kula, jinsi ya kujua check na checkmate mate, jinsi ujue ile touching touching, eh hey, uh, inabidi ujue hiyo, ndio ujue ujua zote sheria ujue wakati unacheza, ila ukienda kwenye mashindano kuna sheria zinaongezeka, huh? Pia zina pia mda, kwenye mashindano kuna sheria pia zinazoongezeka pia, tunaweza kuweka muda, kuna time control, ambapo kwenye time control tumecategorize kila muda kwenye sehemu yake kuna muda ambao tunaita classical, kuna muda tunaita rapid, kuna muda tunaita blitz, kuna muda tunaita bullet na kila huo muda. Tukisema classical ni muda gani? Classical ni muda ambao unaanzia dakika thelathini na tano kwenda juu. Hiyo ndo classical, dakika thelathini na tano kwenda juu. Kwa hiyo huo uh, ndio muda ambao ndio muda mwingi sana sana, hiyo ndio classic. Classic ni mm -hmm. game ambazo mara nyingi vitu zinachukua muda mrefu mm -hmm. okay, kifupi ndio tunasema kama wenzangu ambao mm -hmm. tunajifunza hapana. mm -hmm. E, na mtu yeyote anaweza kucheza na hiyo ni hata ukieni mashindano mengi ya dunia ndio napenda kutumika, kwa sababu gani? Inakupa muda mwingi wa kupanga vitu vyako kuelewa na kufikiria sawa e, na pia kuna muda ambao tunaita rapid ambayo inaanzia dakika 35 kushuka mpaka dakika hiyo rapid kwamba hatuna muda mrefu sana ila tunataka mpigenu, mchezo uende kwa haraka na namna flani, sio kama kasi, kwa mfano games za kasi zingine zinaweza kuchukua masaa manne, masaa sita. Kwa rapid mara nyingi muda wake unaweza kama ifika dakika 35 hizo, almost inaweza kachukua saa moja, alizidi saa moja na nusu, so, ila tukenda kwenye blitz. Ambao ni dakika tano kushuka chini huku dakika sita kushuka chini mpaka dakika tatu, hiyo sita mpaka dakika tatu, mpaka dakika sita, sita mpaka tatu. E, sita mpaka tatu. Hmm, ambao hiyo ni please, ambao ni tunacheza kwa mfano kwa haraka haraka fulani kwa mbovu pia ku save muda wetu ku save, kwa hiyo ku save muda, maana yake ni zogemo ambazo ziwezi kuchukua zaidi ya nusu saa au dakika ishirini na pia kuna kitu kingine tunaita bullet ambao kwa Kiswahili tunasema kama risasi. Huo muda maanake, huo muda tunakuwa na dakika chache, maanake kuanzia dakika mbili kushuka sekunde moja, sekunde moja. Mpaka sekunde moja unaweza ukacheza mpaka sekunde moja au <laughs> hiyo inategemea na kwamba tunataka kucheza haraka haraka, tuone nani anauelewa wa kufikiria wao hata hatane mtu anaweza akacheza pia hata, anaweza kacheza pia, tam, kacheza pia. Ila ni kwamba kwa wale ambao wanajifunza, watu wengi wanashauri kucheza hivyo kwa sababu ni muda ambao hawezi kutumia kile anachokijua, kwa hivyo wanashauri kwa watu ambao wanaanza kucheza, sio mzuri kwa ila wanaruhusiwa kucheza ila sio mzuri kwao, na pia ukiangalia hiyo kuna time control ipo ambayo inabidi iwepo na pia kuna rules zingine hizo ambazo pia kwenye tournament lazima kuwe na illegal move. Ukicheza tu illegal move ya kwanza unagiwa onyo, ya pili unafanyaje? Unafungwa. Na pia kuna fair play rule, kabla ya kuanza kucheza inabidi tushikane mikono, kumaanisha kwamba mchezo tunaocheza ni amani, kwamba hakuna tabu, yote lazima tushikane mikono. Kama ukishindwa kutekeleza hiyo, manaake zowezi kwanza, kwanza. Niliona kati uh, ya Musa na Betha wakati unataka kuanza. Walianza kwa kupeana kujiana kwa mikono, kwa mfano hiyo no, ina pia inakuwa inahusika pia, kwa mfano hiyo lazima kwa kama kuonekana kama sheria namba moja kabla ya kucheza. Kucheza hiyo ndio sheria saini ndo nimeikabidhi lazima ufanyaje, kwa sababu bila ametuambia hapa, bila kupeana n chess hauwezi kuanza. Kwa hiyo hiyo ni sheria namba moja. Namba moja pia tunaweza kuitumia kwamba kushake hands lazima ushake hands pia na pia, lazima kwenye tournament yetu ambao tunatakiwa lazima kuwe na wale wasimamizi ambao watakuja kukusanya ile matokeo ya kwetu sisi ambao tunaocheza labda mm -hmm. Na pia na pia kwenye tournament kuna sheria ya draw. Kwenye chess pia kuna sheria ya draw. Kuna kwanza tunaita Draw by mutual agreement kwamba draw inatokana kukubaliana mimi na mpinzani wangu. Na hiyo mimi kukubaliana na mpinzani wangu draw, kuna moves lazima tusha tushazifikisha zipi? Kwenye chess hapa, hauwezi ikawa tu ili so, no, mradi kuepuka kupanga matokeo. Hauwezi mimi nikacheza tu move mbili nikamwambia draw. Maanake naonekana kama tumepanga matokeo. Kwa kuna move inafika kama moves thelathini hivi ikitokea kwamba positions zote tumeona kwamba hii ni draw, tunakubaliana ninyi wenyewe, wenyewe. Tunamwita arbiter, tunakubaliana kwamba tumekubaliana kwamba hii position yetu ni draw. Na kuna nyingine lakini, kwa vigezo kwa vigezo maalum ambao tunasema lazima mcheze moves zaidi ya 30 ili mkubaliane. Na pia kuna draw nyingine by stalemate, hiyo yani, inatokana kwa mfano king wa mpinzani wako ana move yote sahihi ya kucheza, ana move yote sahihi kwenye mchezo ana muvi yoyote sahihi sahi. ya kwenye mchezo ana keti ya kuitembeza ambayo kitembeza itakuwa sahihi kwake kwao. Tunaita ni draw by stalemate, vyuma vimebana, hiyo inatokea. E, unaweza pia kama mtu ana advantage ya kushinda ile ule mpinzani wake ajampa awe na nafasi ya kucheza mvi yoyote ilkuwa yote, sahihi. tunaita ni nini? Stalemate, draw by stalemate. Kuna draw nyingine by repetition ipitishe, kwa mfano tunacheza move tatu mimi, mimi nacheza move tatu najirudia, mpinzani wangu naye anacheza move tatu hizo hizo anarudia, kwa tunaita draw by repetition. Uh, kwa maana hii huu yeah, mchezo hauhitaji wakina waamuzi <coughs> waamuzi, waamuzi wa, wako ambao tunaita nini, ambao wanasimamia hizo sheria ambao tunaita nini maabita. Kwa hiyo inawezekana mkawa mnacheza kama kwenye mpira mwamuzi akaingilia kati. Mwamuzi mara nyingi kwenye chesi kwenye tournament inategemea na ukubwa wa mchezo wa tournament hiyo. Okay. Kwa nini nyingine mwamuzi anaweza kakaa mbali naye, ile ikitokea kwamba kuna kutoelewana anaweza okay, kumwita na yeye anasikiliza nyinyi wawili ili kujua nani yuko sahihi na nani hayuko sahihi. Sio sahihi. Kwa hiyo si uh -huh. lazima awepo so, ila katika sehemu hiyo lazima awepo kucheza sehemu ya kucheza lazima Awe, ila hata kuwepo kwa ajili ya kusimamia kuangalia, ila pia saa nyingine anaruhusiwa kuzunguka kuangalia pia michezo, nini kinaendelea, ili mradi kwamba hata aweze mwenyewe a kushuhudia lile jambo, kwamba aweze kutoa maamuzi yake bila kuwasikiliza wachezaji au kama inahitajika. Hivi ndo hivo, walau na mimi ambaye sijui nicheze, mm -hmm. Nione mambo yatakuwaje, yeah, usicheke kwa mm -hmm. sababu na wewe tafuta mwenye chess cheze ili uweze kuona je au utakuwa <laughs> kama mimi. Tuanze mchezo. Mimi naanza kwa kucheza keti hii, ambapo ni square e4. Mwalimu wangu, ndio maana niwaambia, ukiwa mwanafunzi unaweza ukamzidi mwalimu <laughs> sheria ya kwanza ni kushek <laughs> mwalimu ameferi eye <laughs> hilo. Kwa hiyo okay. kama ni mpaka hapo nimeshinda. <laughs> ushindi. <laughs> Nimechukua ushindi. <laughs> Nimechukua Tumempa <ushindi. laughs> onyo, onyo, onyo anapewa onyo ya kwanza. Amecheza tayari lakini kwa kushake, tunaanza kwa kushake hands. Sawa. Kuna hata pia ukimaliza mchezo inabidi nabidi kushake hands. Safi kabisa ameshajua tayari. Kwa kawaida tungecheza na saa, lakini kwa sababu mwanafunzi wangu, mimi najifunza sasa. Hiyo ni illegal move kwa sababu anatembea diagonal, lakini hawezi kuruka watoto wake, mm. Kwa maana hiyo anafanya maandalizi. Yes, good, uh -huh. Sasa pon wanaenda wananyosha moja kwa moja, lakini kula, tulisema wanakula hivi ana ukicheza hapa ni sahihi kabisa. Yaani kwa njia ya rahisi tunasema pon anatembea kama anakuwa kama nge, anatembea kunyooka, ila maeneo yake hapo pembeni, kwa jinsi na vile vitu ni pembeni huo ndio mchezo wa chess jinsi unavyochezwa, na tumepata wataalamu hapa wameweza kutueleza mengi zaidi. Karibu kujifunza mchezo huu sehemu mbalimbali, au unaweza ukanunua vifaa vyako, kama tafuta mwalimu. Huu sio lazima kwamba uende sehemu fulani kwamba ndio unaocheza, unaweza ukakaa nyumbani ama ofisini na mapopote pale Kikubwa tu ukawa na mwalimu ambao wanajua kama wataalamu wangu hapa, alafu ukaweza kujifunza mchezo huu. Basi e, endelea kufatilia utazamaji wa vipindi vingine ambavyo vinaendelea, lakini naamini utakuwa umejifunza sana, na wewe kama ni mpenzi wa chess, naamini utakuwa umeburudika mno, kwa sababu leo tulikuwa tunazungumzia mchezo wa chess. mimi ni Beautiful Kanyigo, Sports Lady Rosemary Timzo Okarugira, endelea kusalia hapo hapo.